Tumsifu Yesu Kristo, mtoto wa mama Maria. Leo ni Jumatatu, ni siku ya kwanza kati ya zile siku kuu tatu za kilele cha kampeni ya kapu la mama 2025 yani Tridium. Je, umejipangaje kuhakikisha unalijaza kapu la mama? Karibu kupitia njia za benki si CRDB, Mkombozi pamoja na NMB Bank, lakini wewe unayetumia simu ya mkononi kwa mitandao ya Mpesa, Tigo Pesa, Halo Pesa pamoja na Airtel Money. Karibu kupitia nambari ya kampuni maarufu kama 100 200 yaani 100200 na namba ya kumbukumbu kumbu kwa jimbo kuu Katoliki Dodoma ni namba 16, na, na majimbo mengine namba za majimbo yetu, yetu zinatajwa kila wakati kwa njia ya, ya studio kwa pamoja tunaweza, watoto wa mama hatushindwi. Kapu la Mama 2025 ni Mama wa Matumaini. Karibu, kwa pamoja hii siku ya kwanza tuhakikishe ile lengo ambalo tunalitafuta kwa siku ya leo tuweze kulitimiza na kulikamilisha, na kesho tuanze siku ya pili kwa uzuri kabisa. Mwenyezi Mungu akubariki uingiapo na utokapo.